Chama cha Mapinduzi kimeadhimisha miaka yake 49 tangu kuanzishwa kwake. Kufuatia maadhimisho hayo ambayo yanafanywa na chama cha Mapinduzi kusherekea mafanikio makubwa tangu kuanzishwa kwake, Askofu Bagonza ameandika na kutoa maoni yake kuhusiana na uwepo wa chama cha mapinduzi hadi leo. Amesema leo tarehe tano mwezi wa pili ni siku ya kukumbuka kuzaliwa kwa chama tawala cha CCM. Kina rekodi nchini na barani Afrika, lakini kubwa, ndicho chama kinachoasisi na kuhubiri uzalendo taifa hili bado wanao au hawana? Lakini neno uzalendo lilikuwa ni tunu ya TANU na CCM havikuachana. Neno uzalendo ni tam na tukufu, kueleza maana yake ni kugumu sana, kwa sababu wanaodhani au wanaojidhania ni wazalendo wanaweza kuonekana baadaye kidogo kuwa ni no wahujumu na wazandiki. Kwa hiyo njia nzuri ya kueleza maana ya uzalendo ni kuorodhesha nini sio uzalendo. Uzalendo si kusifia viongozi kuliko unavyosifia nchi. Uzalendo si kuwapenda viongozi kuliko unavyoipenda nchi yako. Uzalendo si kuamini kuwa nchi na viongozi havitenganishwi. Kimsingi, unaweza kuwachukia viongozi ukaipenda nchi yako, huwezi kuichukia nchi ukawapenda viongozi wake. Uzalendo si kuishi ndani au nje ya nchi. Uzoefu unaonyesha kuwa wahujumu wengi wanaishi ndani kuliko nje. Uzalendo si kuishi nje ya nchi tu. Mbwa mlinzi anaishi nje kuwalinda walio ndani, lakini mwizi anaishi nje kuwadhuru walio ndani. Kumbuka, kuna walio ndani lakini mawazo yao yako nje. Uzalendo si kuwa na minofu mingi kwenye bakuli. Kugawa madaraka ni uzalendo, kuodhi ni ulafu wa madaraka. Uzalendo si kulindwa na walinzi wengi, hata magaidi wanalindwa sana kwa silaha kali. Uzalendo si kusifiwa, marehemu anasifiwa sana lakini hasikii. Uzalendo si kulaumiwa na kukosolewa sana. Kuna watu hawana la kukosolewa, kusifiwa wala kulaumiwa kwa sababu si wema na si wabaya. Uzalendo ni zaidi ya kutimiza madai na wajibu kwa taifa. Mfungo hutimiza madai, lakini hapendi kifungo. Kuna watu hawavunji amri ya kumi lakini pia hawatendi lolote jema. Tusipinge kukosoana kwa kuwakosoa wanaokosoa, tusiwateke kuwatesa wala kuwaua. Ukosoaji take fikra zao. Viongozi wetu wasiwasikilize wanaowashauri kutowasikiliza wanaowakosoa na washauri viongozi wetu, mwawasikilize wanaodhani hawawaheshimu kuliko kuwasikiliza wanaowaheshimu ili washibe. Wanaowasifia tayari ni wenu, msiangaike nao.